Msanii wa filamu na mfanyabiashara Shamsa Ford amefunguka kwenye kile ambacho kinaendelea kati ya Haji Manara na aliyekuwa mke wake Zeilisa. Sasa Shamsa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka picha ya Haji Manara alafu kwenye caption Shamsa ameandika, inawezekana una matatizo yako ambayo hatuyajui, maana ndoa ina mambo mengi, lakini mimi naongelea mambo tunayoyaona kwa macho. Una moyo usafi, wewe si mwanaume mchoyo, ndiyo maana ukiwa na mwanamke unampa thamani kubwa mpaka watu wanamjua. Mwisho wa siku inamsaidia mwanamke kupata kazi nyingi sehemu tofauti. Kaka yangu, usichoke kuoa maana pia zinaa ni dhambi Ipo siku Mungu atakupa mwanamke wa ndoto zako na mtazikana inshallah. Hakuna mtu anayependa kuoa na kuacha, kila siku ni mitihani tu. Pole kaka yangu kwa yote. Alafu Haji Manara akaja kujibu hiki ambacho Shamsa amekiandika kwenye sehemu ya comment. Haji ameandika amin my sister. Inshallah tuombeane mema na kukumbushana, asante sana. Lakini pia nimeona komenti ya Faiza Ali kwenye posti ya Shamsa ameandika kweli Shamsa Ford, lakini nimemshauri kaka yangu aache kwanza, sio kwa ubaya, lakini mpaka Mungu atakapompa mtu sahihi. Sio lazima afanye tu mazoezi, kwa kweli, kwa sasa hapana, maana watu wanamtizama kama sehemu ya mteremko, asije kuangukia pua. Kwa hiyo hii ni comment ya Faiza lakini pia Haji hapa amekuja kujibu kwenye kile ambacho Shamsa amekiandika e, kuhusu kile ambacho kimetokea. Niambie mtazamo wako ni upi kwenye ujumbe wa Shamsa kwenda kwa Haji Manara dona disco, dona...